Tufanye makeup nzuri safi kabisa kama hii ambayo unaiona. Anza kwa kumsafisha mteja wako uso, utamfuta either kwa kutumia makeup remover. Baada ya hapo, tumia primer. Primer itasaidia makeup yako ikae muda mrefu. Kwa mteja ambaye ana nyusi nyingi kama huyu, tumia hii, ni styling soap. Inanisaidia mimi nyusi zangu zilale vizuri, kwa hiyo hauna haja ya kutinda nyusi za mteja, unaweza kupaka poda ili kuifanya uh, nyusi zako zisi, zisi, yani zisiwe na mafuta mafuta au ile styling soap isionekane. Wanja nitachora fremu upande wa chini kama hivi ambavyo unaona, alafu nitachora upande wa juu kama hivi ambavyo unaona. Nikukumbushe jina langu ni Farida Othman na karibu sana Farida Beauty Academy bado tunapokea wanafunzi wapya ambao mnahitaji kujifunza makeup, mnahitaji kusuka, mnahitaji mambo yote ya saluni. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka laki sita. Namba ni hizo ambazo unaona katika skrini yako. Tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Karibuni sana. Baada ya kuchora wanja wangu, kitakachofata nitakwenda kuchana nyusi zangu alafu nitakwenda kutumia concealer kwa ajili ya kunyoshea nyusi ya mteja wangu kama hivi ambavyo nitakuonyesha sawa sawa. Nitatumia concealer, nitaanzia kuchora kwenye kona kabisa hapa upande wa nyuma, alafu nitaenda kuanzia mwanzoni kuja upande wa katikati. Kwa wewe ambaye unahitaji kujiunga katika magrupu yetu ya WhatsApp, unachotakiwa kufanya ni gusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini, alafu gusa alama ya kengele, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye uh, kwenye video yako hapo upande wa juu. Nitatumia foundation kwenye kunyooshea wanja wangu, natumia foundation kama hivi. Naomba nikukumbushe kwamba unapochora wanja kama hivi, hakikisha wanja zako ziwe zimelingana, tunaelewana. Watu wengine wananiambia mimi, madam, nikichora wanja haunyooki vizuri. Ni kwa sababu haufanyi mazoezi. Kila kitu kinahitaji mazoezi. Niambie kwamba ukichora wanja siri ya mwezi mzima Lazima ujikute tu umeshajua kuchora wanja, ujikute tu umeshajua kufanya makeup. Lakini umechora wanja leo, unakaa tena unasubiri kesho, kesho yake hauwezi ukafanya kazi ambayo itakuwa ni perfect sawa, sawa. Umeona nilivyonyoosha wanja zangu vizuri kama hivi okay. Baada ya kunyoosha wanja wangu kama hivi ambavyo unaona, naomba nikusisitize kwamba hakikisha zote zimelingana, alafu twende hatua inayofuata. Wale ambao mtahitaji seti za makeup zipo kuanzia shilingi laki moja laki mbili laki tatu laki tatu na nusu laki mbili na nusu Na unaponunua vifaa kwetu tutakufundisha darasani bure wiki nzima. Sasa hapo, karibu darasani kwetu uweze kununua vifaa tukufundishe bure, au labda kama utahitaji kununua uh, kujiunga na madarasa kawaida, pia vyote vinawezekana. Karibuni sana. Baada ya hapo nitatumia poda kwa ajili ya kuificha ile concealer yangu niliopaka pale awali, alafu upande wa pembeni nitatumia eyeshadow ambayo imekoa zaidi, alafu upande wa mbele nitakwenda kutumia eyeshadow ambayo iko light. Kufanya makeup hakuna ugumu wowote, cha muhimu angalia video kama hivi, fanya mazoezi, jiunge kwenye magrupu yetu, tuma mrejesho wako mwalimu akurekebishe, wa uone kama kutokuwa kuna ugumu wowote hasa kwenye upande wa makeup, chochote kile ambacho tunakufundisha iwe ni makeup, iwe ni kusuka. Baada ya kupaka eyeshadow, itakachofuata nitaenda kupaka eyeliner kwa ajili ya kushape au kudi kuchonga jicho langu, maana ninavyochora eyeliner yangu. Kama unahisi kwamba kuanzia step ya kwanza mpaka hapa ulipofika umesahau, ni vyema unapoanza kujifunza pale, uwe na kalamu yako na karatasi yako, daftari lako, andika zile hatua Ukija kwenye mazoezi kawaida, unakuwa unasoma hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Hivyo baada ya hapo, nitakwenda kutumia foundation hasa kwenye kushape ile eyeliner yangu, kama hivi ambavyo unaona sasa, sawa. Kama una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Unahitaji kuja darasani? Karibu darasani, nafasi bado zipo, bado tunapokea wanafunzi wapya. Njoo darasani, njoo jifunze. Namba zetu Jinsi ya kujiunga kujisajili ni hizo ambazo unaona katika skrini yako. Muda ni sasa, usisubiri kesho, usisubiri lini. Umeona video leo, njoo darasani kesho, una uwezo wako. Njoo darasani, njoo jifunze. Sawa sawa, fani ya urembo ni fani ambayo ni nzuri, lakini ni fani ambayo kila siku warembo wanazaliwa. Yes, kwa pale wanapozaliwa sisi wale sisi ni wateja wetu kwenye foundation nitakwenda kupaka foundation ambayo iko full coverage foundation. Ni zipo ni shilingi elfu. Kwa wewe ambaye unahitaji seti nzima ya makeup, ipo shilingi laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu. Kuona picha njoo WhatsApp, nitakutumia picha, utaona, utachagua kulingana na uwezo wako. Zote ni seti ambayo unaweza kumhudumia mteja wa rangi yoyote ile. Unapopaka foundation, iblend vizuri. Sambaza foundation yako vizuri, tumia muda wako kwenye kusambaza foundation yako kama hivi ambavyo unaona, maana ndivyo blend foundation yako. Ni niseme tu ni rahisi, hakuna ugumu wowote, take time, jifunze, kama hivi ambavyo unaona, fanya mazoezi au njo darasani jifunze zaidi, vyote vinawezekana. Kwenye ku highlight nitakwenda kutumia concealer, nitapaka yani sehemu ya mashavuni juu ya mdomo, chini ya mdomo, make sure na iblend vizuri. Okay, nilisema hakikisha kwamba concealer yako unaisambaza vizuri. Beauty blender zipo kwa ajili ya kupakia concealer kama hizo ambazo unaziona, na hii ninayotumia hapa ni highlighter. Sorry, nilipaka poda lakini ilikuwa haija be recorded. Nilipaka poda, baada ya poda ndo ninapaka hii highlighter, sawa sawa, na nitaenda kuonyesha kwenye video nyingine. Nitapaka highlighter, then baada ya hapo nitakwenda kumalizia na lipstick yangu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye nikusisitiza, unahitaji kujifunza basi, karibuni madarasani kwetu muweze kujifunza. Unatokea mkoani, hosteli zipo, vyote vinawezekana, hosteli zipo karibu, uweze kujifunza na sisi, sawa sawa. Kwa wewe ambaye unatokea Dar es Salaam, una uwezo wa kwenda na kurudi, pia vyote vinawezekana. Kwa hiyo baada ya hapo nitakulizia makeup fix, itasaidia makeup yangu mimi idumu muda mrefu. Napaka lipstick, nitatumia lipstick ambayo ni dark, hii inaenda kwenye dark maroon Ukiangalia haraka haraka, kwa kawaida unaweza uka, yani ni maruni fulani ambayo ni dark, lakini cover yake ya nje ukiangalia, unaweza ukasema ni kwenye purple, lakini kwa mimi ninavyoiona hii ni dark maruni. Nitapaka kama nitatumia kama Uh, kwa ajili ya kushepu mdomo wangu, alafu nitashepu upande wa chini, nitashepu na upande wa juu. Kama umenoti, kila hatua nilikuwa natumia brush. Kuna siku nataka nikuletee tutorial ya brashi tu peke yake, uone jinsi gani brashi zinatumika hatua kwa hatua. Baada ya hapo, upande wa katikati nitakwenda kutumia lipstick ambayo ni ya, ya palette kama hii ambayo nitakuonyesha hapa, sawa Nitakwenda kutumia lipstick hii ya palette, alafu nitapaka upande wa katikati. Napenda hii lipstick ya palette kwa sababu ninapata rangi nyingi, ninapata option nyingi kwa wakati mmoja, nina uwezo wa kumix rangi nyingi. Mimi ukinikuta wakati na mix lipstick zangu, nina mix rangi nyingi, nyingi, nyingi. Na nataka kitu cha tofauti, nataka nione rangi hii nikipaka inakuwaje? sawasawa baada ya hapo, huu ni mwonekano wetu wa mwisho. Fresh from camera, no filter, no editing. Unahitaji kujiunga na madarasa yetu, karibu. We ni bibi harusi, unahitaji kupambwa, karibu. Unahitaji mwanafunzi, karibu, vyote vinawezekana. Naomba nikukumbushe, jina langu mimi ni Farida Othman. Usiondoke bila kugusa batani nyekundu ulo andikwa subscribe, lakini kuahidi kila siku nitakufundisha kitu kipya kwa uweka bando lako. Sitaki utumie bando lako usinufaike, lazima unufaike na fani hii ya urembo. Asante na kwaherini.